Mambo vipi, mtazamaji kabisa kwenye political science. Mimi naitwa Victor Madaha na niwashukuru sana kwa wale wote ambao zungu na baadhi wa eh, ya watu eh, wengine ya siasa taifa maoni, amekuwa ni mengi sana, na wengine ambao mkinitajia kwamba bana, Victor na mtu fulani bana, na yeye tuweze kupata maoni yake kuhusiana na hichi ambacho kinachoendelea. Na wengine pia nimefurahi, kama inawezekana, Victor, jaribu kuzungumzia pia, unakuwa unatupa uh, taarifa kabla ya kwenda kuwatafuta wachambuzi, unatuambia ni nini ambacho kina, kinachoendelea na vyombo vikubwa vya habari vimeandika kitu gani. Sasa sasa hivi itakuwa nakuja na Uh, tips tatu ama engo tatu ambazo ntakuwa nasoma kupitia taarifa tofauti tofauti za siku ambavyo mataifa ama uh, kutoka mataifa tofauti tofauti, stori kubwa ambazo zimezungumzwa kwa siku hiyo, na nitakuwa nazileta hapa ili uweze kufahamu nini ambacho kinachoendelea huko duniani, na si nitadili hasa na nini ambacho kinachoendelea kati ya Irani eh, na Marekani. Tunafahamu mgogoro sasa hivi umekuwa umeichukua sura mpya, na nimezungumza na baadhi ya wachambuzi wengi, wakigusia namna gani ambavyo vita uh, hivi vikitokea vitaleta madhara makubwa, wengi uh, wakisema kwamba ukitazama mfano ya uh, Iran ilivyo muhimu sana katika uh, usambazaji wa mafuta na njia zake ambazo uh, imekuwa ikitumika kwa maana ya mfereji wa Homos ambao kidogo una, unaonekana ni, ni njia uh, kubwa ambayo inatumika katika kupitisha eh, katika usambazaji wa mafuta sasa. Uh, leo nataka ni diri kama zokwambia na e, stori tatu kubwa ambazo zimetajwa na vyombo vikubwa kupitia BBC, DW, Al Jazeera, na baadhi ya vyombo vingine vile kama CNN toka tukiangazia. Na leo uh, stori kubwa ambayo nataka nituanze nayo ni ya uh, Rais Trump ambaye amethibitisha kuwa Iran ipo katika majadiliano mazito e, na Marekani kufuatia kuimarika kwa vikosi e, vya kijeshi vya Marekani katika e, Guba. Rais wa Marekani alisema anatumaini mazungumzo ya Iran yataleta kitu kinachokubalika huku mvutano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kuwa juu. Afisa mkuu wa usalama wa Irani, Ali e, Larijani pia alisema mfumo wa mazungumzo unaendelea. Trump ametishia ame kuingilia kati e, Irani kuhusu azma yake ya nyuklia na baada ya ukandamizaji e, wake mbaya dhidi ya maandamano dhidi ya serikali na Iran imesema itajibu mara moja na kwa nguvu kwa uchokozi wote wa nchi kavu au baharini. Iran inatarajiwa kuanza mazoezi ya majini e, siku mbili a, ya kwa moja kwa moja siku ya Jumapili, na kuanzia leo Jumatatu, ambayo inatajwa pia tayari Irani wameanza kufanya hayo mazoezi kwa maana ya baharini na nchi kavu e, mojawapo ya njia muhimu zaidi ya meli Uh, meli duniani na njia muhimu ya usambazaji wa mafuta hii inatajwa eh, kwamba Iran inatarajiwa kuanza mazoezi ya majini na, ya siku mbili ya moja kwa moja siku ya Jumapili katika mlango bahari wa Hormuz, moja mojawapo ya njia muhimu zaidi eh, za meli duniani na njia muhimu za usambazaji wa mafuta. Takriban theluthi moja ya mafuta yanayouzwa duniani kupitia njia hiyo ya bahari ambayo ina upana wa takriban kilomita 33 e, na tatu maili ishirini na moja katika sehemu yake nyembamba zaidi, katika e, kati ya Irani na Oman. Irani katika siku za nyuma ilitishia kufunga njia hiyo iwapo e, kutatokea shambulio dhidi yake. Marekani imeionya Irani dhidi ya tabia zisizo za salama na zisizo za ki taalam katika karibu e, na vikosi vyake katika eneo hilo. Katika e, kama sehemu ya uimarishaji wake wa vikosi, Marekani imetuma shehena yake ya ndege USS Abraham Lincoln katika eneo hilo la mwishoni mwa wiki iliyopita e, kama ndiku ya Marekani ilisema ilikuwa inafanya kazi katika bahari ya Arabia. Waziri wa mambo ya nje e, wa Irani ya basi Arachi alijibu kwa kusema jeshi la Marekani sasa linajaribu kuamuru jinsi jeshi letu lenye nguvu linapaswa kufanya mazoezi ya shabaha katika, e, katika himaya yetu. Na kwa upande mwingine aa, waziri e, wa mambo ya nje e, wa Irani amejibu ame kwamba mpango wa mazungumzo na Marekani utakamilika hivi karibuni. Irani imesema Jumatatu kwamba inatarajia mpango mkakati wa mazungumzo ya Marekani kuhusu nyuklia huenda e, ukakamilika katika siku chache zijazo e, wakati Rais Donald Trump akitishia kuivamia kijeshi. Taarifa yenyewe inasema hivi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje uh, ya Iran Ismail Bakei amesema Jumatatu kwamba mataifa kadhaa ya kikanda yamechukua jukumu la upatanishi katika suala lazima la mawasiliano. Hata hivyo, hakutoa maelezo uh, zaidi kuhusiana na maudhui hasa ya mazungumzo hayo. Amesema tayari baadhi ya vipengele uh, vimeshafanyiwa kazi na wanachokifanya sasa ni kuhitimisha maelezo ya kila uh, hatua ya mchakato huo wa kidiplomasia ambao utakamilika uh, siku zijazo. Jumatatu, taifa hilo aiza uh, lilikana kupewa muda na Rais Donald Trump wa kufikia makubaliano hayo ya, ya nyuklia baada ya kiongozi wa Marekani kusema amewapa muda wa kuingia ma, e, kwenye mazungumzo katikati ya kitisho hicho cha kuvamiwa kijeshi. Bake amewambia waandishi wa habari kwamba Irani ni taifa ambalo mara zote huchukua hufanya e, mambo yake kwa uaminifu na umakini katika michakato ya kidiplomasia, lakini kamwe haikubaliani na kupewa muda lakini mwishoni mwa wiki wa, uh, wa, waziri wa mambo ya nje wa Irani abasi ara, uh, ara, ara, arachi alikiri alipozungumza na kituo cha utangazaji cha CNN eh, cha Marekani kwamba hawana imani tena na mshirika huyo wa mazungumzo, huku akisisitiza hali ya kuaminiana ili kufanikisha mchakato huo wa kidiplomasia. Eh, hii ni taarifa ambayo uh, imeeleza kupitia E, DW, taarifa kwanza nimekusomea kuhusu imetolewa na BBC, lakini taarifa nyingine ambayo imetoka ndani ya risali moja tokea sasa, ambapo naisoma, imeeleza Rais wa Irani A Bazeshkian aagiza kuanza kwa mazungumzo na Marekani. Hii ni taarifa mpya kabisa ambayo imetolewa uh, siku uh, masaa kadhaa ambayo amepita rais wa Iran Masud ameagiza kuanza kwa mazungumzo ya nyuklia na Marekani baada ya rais Donald Trump wa Marekani kusema alikuwa na matumaini kwamba makubaliano hayo yakafikiwa ili kuepusha uvamizi wa kijeshi. Na taarifa yenyewe anasema kwamba kulingana na shirika la habari la Irani la Fars lililonukuu chanzo ambacho hakikutaka kutambulishwa rais Masud ameagiza kuanza kwa mazungumzo hayo na Marekani, ingawa hakikutaja tarehe hasa ya mazungumzo hayo. Na Irani imesema mapema leo Jumatatu kwamba ilikuwa inafanya kazi inafanyia kazi namna na mazungumzo hayo yatafanyika na mpango mkakati utakaokuwa tayari katika siku zijazo, huku mataifa ya ukanda wa mashariki ya kati huo e, akichukua jukumu la kubadilisha mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Irani Ismail Bakei amewaambia waandishi wa habari kwamba tayari baadhi ya vipengele vimeshashughulikiwa na sasa wanachochunguza na kumalizia maelezo ya kila hatua ya mchakato e, huo utakaokamilika siku sijazo. Hizi ni taarifa ambazo e, nimezipata uh, kutoka katika vyanzo vya habari kutokea kati ya mavyombo ambayo nimekutajia, lakini e, nchi za kikanda e, na zenyewe zimeongeza mvutano. Kwa mfano e, nimepata taarifa ambazo e, mataifa ambayo yanaendelea kwamba katika ukanda huo bado, na wenyewe pia ameendelea kusisitiza kwamba kuna haja e, ya kufanyika kwa mawasiliano ma, ma, ma na majadiliano ambayo yatajaribu fanya vita uh, vizitokee. Ukiangalia pia e, taarifa ambayo ilitoka hapo awali mapema kabisa tulishuhudia na magana ambavyo e, taifa kama Saudi Arabia lilikataa lilikata, e, Marekani situmie e, anga lake kama sehemu e, ya mashambulizi kwenda Iran, ikiwa ni moja ya njia ambazo zinasaidia pia kufanya hivi vita ziwe e, na ugumu wake, kwa sababu unapozuia anga lake kutu kutumike na maana unafunga ile ambayo urais wa E, wa Marekani kuweza kutumia njia hizo kwenda kushambulia Iran, lakini pia e, tumeona namna gani ambavyo baadhi ya wachambuzi wengi na ukiangalia pia wanasiasa wengi na, na baadhi ya wataalamu wa masuala ya kisiasa wamekuwa wakizungumza kwamba vita hivi havina afya kwa kwa ulimwengu wa sasa hivi, ukiangalia namna gani ambavyo kama nilivyokuelekeza kwamba e, Irani ina umuhimu mkubwa sana katika uchumi hasa wa mafuta e, na namna ambavyo kama unavyo kama ilivyo ada kwamba asilimia arobaini e, ya ya ya, ya, ya, ya nishati ya mafuta inatokea katika e, uh, Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukiangalia namna gani ambavyo kama E, kiwango hicho cha asilimia ambacho e, kinapatikana huko mashariki ya kati, vita kama hii ikitokea, lazima e, athari zake zitatokea mpaka kwenye nchi zetu za, e, za Afrika kwa maana ya mashariki na Tanzania kwa ujumla. Mimi naitwa Victor Madaha, ilikuwa ni e, political science na takuwa tukikuletea kila siku na kila wakati na namna gani matokeo yanavyokuwa na, yanapatikana. Lakini eh, kwa wale ambao mmezoea kuniona katika interview tofauti tofauti bado zitaendelea, lakini huu ni ushauri tu kutokana na watu ambao wametushauri, bwana, kuna haja pia ya kuwa mnazungumzia haya mambo na mnakuwa mnatupa na, mna na nyinyi nini ambacho kinachoendelea. Lakini kuhusu uchambuzi uko pale, pale, tuendelea kuwafata wachambuzi waweze kutuendelea kutuchambulia na kutupa pia maoni yao nini ambacho, kwa undani zaidi, kwa sababu sisi hapa tunazungumza lakini wao wanafahamu namna gani ambavyo undani zaidi wa mambo ambayo eh, yanaweza yakatokea, na ubashiri pia ambazo zitatokea katika mambo kama haya. Endelea kwa pamoja na sisi uh, mimi naitwa Victor Madaha, asante kwa wakati wako.